magumu, kwa mfano mafuta ya mzaituni ambayo ni yamechujwa tu mara moja yakapelekwa kwenye matumizi hayo, huwezi kufanyia massage kwa sababu yanakuwa ni mafuta magumu. Lakini pia uh, mafuta ya mnyonyo eh, castor oil. Castor oil kama haiko double refined au ile tunasema ni pure refined yaani, ni refined ni halafu ni double refined hii inakuwa sio sahihi. Kwa hivyo yamekuwa refined ni maalum kwa ajili ya massage, japo unaweza ukatumia kwa matumizi mengine ya kupaka katika ngozi, lakini kwa massage hii inakuwa ni sahihi kabisa. Lakini aina nyingine ni kama hii hapa, aha, kama unavyoona hapo hii, hii ina picha kabisa hapo ya ya Uh, mtu anafanyiwa massage lakini uh, hii hata ukichunguza namna hii ona, inavyo inavyomiminika kwa hivyo, hii ni kwa ajili ya massage, ni maalum kabisa kwa ajili ya massage, imeandikwa kwa hayana ile kuteleza. Hata ukiamimina tu yenyewe unaona uh, namna inavyotawanyika katika ngozi, unagundua kabisa kwamba haya mafuta uh, sio refined, kwa hivyo ni mazito ni magumu. Uh, ukimfanyia mtu massage, ile friction inakuwa ni kubwa. Nikisema friction inamaanisha uh, ile kiwango cha msuguano kinakuwa ni kikubwa. Kwa hivyo uh, mafuta ya namna hii ukimfanyia mtu massage, anakuwa anaumia badala ya kupata ile pleasure na kulilasi, matokeo yake anakuwa anaumia, anapata maumivu. body massage na mafuta mengi ya uh, uh, massage yatakuwa yameandikwa hivyo ni spa au imeandikwa kabisa body massage. Kwa hivyo kwa wale wadau wa uh, uh, massage, basi ukienda uh, mafuta yanapatikana pharmacy, supermarket, lakini pia uh, baadhi ya maduka ya vipodozi, maduka makubwa ya vipodozi, yanapatikana uh, aina hizi za mafuta. Uh, kama hii kubwa labda inaweza kaa inauzwa hii ni milizi uh, kama unavyoona hapo ni milizi mia sita, ni zaidi ya nusu lita. uh, inauzwa ni kati ya elfu kumi hadi elfu kumi na tatu na hii ndogo, utapata kujua kwamba haya mafuta ni, ni sahihi kwa masaji au haya mafuta sio sahihi kwa masaji. um, mafuta yako ya aina kama tatu hivi ambao kwa ujumla wake kuna mafuta ambayo tunasema ni vegetables oil, alafu kuna mafuta ambayo tunasema ni essential oil na kuna mafuta haya ambayo ni ya yanayotokana na wanyama um, sasa kwa mafuta ambayo uh, watu wengi wanapendelea kutumia kwa ajili ya massage ni either essential au uh, vegetables oil sasa kwa bahati mbaya sana kuna baadhi ya mafuta haya huwa ni mafuta magumu au mafuta ambayo ni mpenzi mtazamaji, je, wewe ni miongoni mwa wale wadau wa kufanya massage, au wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao uh, unachukulia massage kwako kama tiba? Uh, sasa kama ndivyo, basi somo hili la leo litakuwa linakuhusu kwa asilimia kubwa sana. Uh, nimegundua kuna uh, changamoto kidogo kwa baadhi ya watu ambao uh, ni wadau wa massage, kwa maana ya kwamba anapendelea massage hasa hii massage ya mafuta. Lakini kwa bahati mbaya sana, uh, kumekuwa na dosari kidogo, ambapo uh, watu wengi wanafanya massage hizi za mafuta, kwa sababu massage, kuna hii mafuta ambayo inafanywa kwa mikono alafu kuna ile ya vifaa tofauti tofauti. Sasa hii masaji ya mafuta watu wengi wanaipenda, wana, wana lakini kwa bahati mbaya sana, uh, hawajui aina gani ya mafuta ni sahihi kwa ajili ya masaji na aina gani ya mafuta sio sahihi. Sasa uh, watu wengi wamekuwa wakifanya masaji kwa mafuta mbalimbali mbali, ambayo sio sahihi uh, sasa katika video hii tutapata kuonesha mafuta ambayo ni sahihi kwa ajili ya masaji na tutaangalau tutakupa mwanga wa kutambua kwamba ukiona tu mafuta hata kama hayajaandikwa kwamba ni kwa ajili ya masaji, lakini utapata kujua kwamba haya mafuta ni, ni sahihi kwa masaji au haya mafuta sio sahihi kwa masaji. Um, mafuta yako ya aina kama tatu hivi ambao kwa ujumla wake like, kuna mafuta ambayo tunasema ni vegetables oil alafu kuna mafuta ambayo tunasema ni essential oil na kuna mafuta haya ambayo ni ya yanayotokana na wanyama. Sasa um, kwa mafuta ambayo uh, watu wengi wanapendelea kutumia kwa ajili ya massage ni either essential au uh, vegetables oil. Sasa kwa bahati mbaya sana, kuna baadhi ya mafuta haya huwa ni mafuta magumu au mafuta ambayo ni ile tunasema ni extra, uh, virgin. Tunasema extra virgin kwa maana ya kwamba ni mafuta ambayo hayako refined. Kwa hiyo unakuta ni mafuta magumu, kwa mfano mafuta ya mzaituni ambayo ni yamechujwa tu mara moja yakapelekwa kwenye matumizi hayo, huwezi kufanyia massage kwa sababu yanakuwa ni mafuta magumu, lakini pia Uh, mafuta ya mnyonyo eh, castor oil, castor oil kama haiko double refined au ile tunasema ni pure refined, yaani ni refined halafu ni double refined, hii inakuwa sio sahihi kwa kufanyia massage kwa sababu inakuwa ni magumu na mwisho wa siku inakuwa inamuumiza tu. Kwa hivyo uh, mafuta ambayo ni yametengenezwa tu moja kwa moja yanakuwa ni magumu. Kwa hivyo wakati unafanya massage yanakuwa hayana ile kuteleza. Hata ukiamimina tu yenyewe, unaona uh, namna yanavyotawanyika katika ngozi, unagundua kabisa kwamba haya mafuta sio uh, refined. Kwa hivyo ni mazito, ni magumu uh, ukimfanyia mtu massage, ile friction inakuwa ni kubwa. Nikisema friction inamaanisha Uh, ile kiwango cha msuguano kinakuwa ni kikubwa. Kwa hivyo uh, mafuta ya namna hii ukimfanyia mtu massage anakuwa anaumia. Badala ya kupata ile pleasure na kurelax, matokeo yake anakuwa anaumia anapata maumivu. Uh, mafuta ambayo yanatakiwa ku uh, kwa ajili ya massage yanakuwa uh, ni mepesi sana na ni laini na hata ukimwaga tu katika ngozi yanakuwa yanatawanyika vizuri kabisa, lakini uh, pia yanawahi kuwa absorbed katika katika ngozi. Yaani, hayo mafuta kadri unavyoendelea kusugua yanapotea kabisa, ambapo baada ya muda kidogo unahitaji uongeze mengine ili uendelee uh, ku massage. uh, sasa hapa tutakuwa na aina kadhaa ya mafuta ambazo zinakuwa zimeandikwa kabisa kama hivi uhum. Kama hivi kama unavyoona hapo, hii ni uh, ina flavor ya coconut, lakini hii ni olive, ni olive oil, ni mafuta ya mzaituni, lakini uh, yamekuwa refined. Ukisoma hapo kuna sehemu ameandika vizuri sana uh, kwa hivyo yamekuwa Refined, ni maalum kwa ajili ya massage, japo unaweza ukatumia kwa matumizi mengine ya kupaka katika ngozi, lakini kwa massage hii inakuwa ni sahihi kabisa. Lakini aina nyingine ni kama hii hapa, aha, kama unavyoona hapo, hii ina picha kabisa hapo ya ya uh, mtu anafanyiwa massage, lakini uh, hii hata ukichunguza namna hii, ona inavyo inavyomiminika. Kwa hivyo hii ni kwa ajili ya massage, ni maalum kabisa kwa ajili ya massage, imeandikwa spa uh, body massage. Na mafuta mengi ya uh, massage yatakuwa yameandikwa hivyo, ni spa au imeandikwa kabisa body massage. Kwa hivyo kwa wale wadau wa uh, massage, basi ukienda Ha, mafuta yanapatikana pharmacy, supermarket, lakini pia uh, baadhi ya maduka ya vipodozi, maduka makubwa ya vipodozi yanapatikana uh, aina hizi za mafuta uh, kama hii kubwa, labda inawezekana inauzwa hii ni mililita uh, kama unavyoona hapo ni mililita mia sita, ni zaidi ya nusu lita uh, inauzwa ni kati ya elfu kumi hadi elfu kumi na tatu, na hii ndogo yenyewe ni milezi 250 ni robo rita. Hii yenyewe inauzwa shilingi elfu nane hadi shilingi elfu kumi inategemeana na uh, wapi umepata, supermarket, au duka la vipodozi au pharmacy. Lakini kuna aina nyingine ambayo ni kama hii hapa uh, kama unavyoiona ni mepesi kabisa, japo uh, inawezekana matumizi mengine pia anaweza kutumika kwa ngozi kama nilivyosema, lakini inaweza tumika kwa nywele uh, lakini hii ni kwa ajili ya massage pia uh, na ni mafuta mepesi sana. Hata ukimwaga tu katika ngozi, utapata kugundua kwamba ni tofauti kabisa na mafuta mengine yalivyo. Kwa hiyo uh, na kuna sehemu itakuwa imeandikwa uh, ni kwa ajili ya massage uh -huh. Kama unavyoona hapo sasa Uh, inatakiwa upate kubadilika, badala ya kutumia sijui kina parachuti au kutumia ile olive oil ile nyingine au castor oil uh, tumia hata kama itakuwa ni castor oil, lakini tafuta ambayo imeandikwa refined au double refined, na iwe imeandikwa kabisa ni spa au kwa ajili ya massage. Kwa hivyo uh, kwa leo nilitaka tu nipate kuelimisha kuhusiana na hiyo kuhusiana na uh, mafuta tofauti tofauti ya kufanyia massage. Aha, namna hiyo. Aha, sasa kwa ambaye atakayekuwa anahitaji anaweza akatucheki uh, katika comment section hapo, akaonyesha kwamba unahitaji, tunaweza tuna, tukakuelekeza wapi kwa maeneo ulipo unaweza ukayapata. Lakini pia ukihitaji, okay, tukupatie sisi wenyewe tunaweza tukakutumia uh, kwa gharama nafuu kabisa, utayapata haya mafuta uh. Mpenzi mtazamaji, usiache ku subscribe ku like, comment na kushare katika channel yetu, ili uweze kuwa uh, unapata masomo tofauti tofauti yanayohusiana na afya, lakini pia elimu ya maisha na mambo mengine muhimu kabisa ya kijamii.